Huwezi kupinga namna hiyo, unajitaka au ujitaki? Najitaka bibi, by the way, we kama ujitaki we. Video ya chakacha ishatoka, nenda YouTube andika Pipi Jojo chakacha. Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Kongo, Marekani, hakujawahi kutokea video kama hii. Kama ujitaki bibi kasema hapo, atacheza na wewe za kichwa. Chakacha video is out now. Just a movie yani, kama movie sio, ni kama movie. ni movie yani, chakacha movie nenda kwenye, kwenye YouTube kaandike Pipi Jojo chakacha, alafu njoo hapa tuongee bibi. Ikasema unajitaka, ujitaki? Kama ujitaki usiende kuangalia, sisi tumemaliza. Huwezi kupinga namna hiyo, unajitaka au jitaki Najitaka bibi, by the way wewe kama ujitaki wee. Video ya chakacha ishatoka, nenda youtube, andika Pipi Jojo chakacha. Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Kongo, Marekani, hakujawahi kutokea video kama hii. kama hujitaki bibi kasema hapo atacheza na wewe za kichwa. Chakacha video is out now. Is it just a movie yani kama movie sio, ni kama movie. ni movie yani chakacha movie nenda kwenye, kwenye YouTube kaandike Pipi Jojo chakacha alafu njoo hapa tuongee bibi. Ikasema unajitaka ujitaki, kama ujitaki usiende kuangalia, sisi tumemaliza. Uwezi kupinga namna hiyo. Unajitaka au ujitaki? Najitaka bibi, by the way we, kama ujitaki uwe. Video ya chakacha ishatoka, nenda youtube andika Pipi Jojo chakacha Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Kongo, Marekani, hakujawahi kutokea video kama hii. We kama hujitaki, bibi kasema hapo atacheza na wewe za kichwa. Chakacha video is out now. Is it just a mo, yani kama movie. Sio, ni kama movie. Ni movie. Yani, chakacha movie. Nenda kwenye, kwenye YouTube kaandike Pipi Jojo chakacha alafu njoo hapa tuongee bibi kasema unajitaka ujitaki. Kama hujitaki usiende kuangalia. Sisi tumemaliza. Sikia sasa hapo kabla mjiondoka